Ni nyumbani kwa marehemu Charles Hilary eneo la Kibamba hapa Dar es Salaam eneo ambalo kwa sasa ndipo maandalizi ya maziko yake yanaendelea na anatarajia kuzikwa siku ya Jumatano Zanzibar. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefika msibani hapo kutoa pole kwa wafiwa pamoja na waombolezaji waliofika msibani hapo. Mtoto wa marehemu Charles ameeleza taratibu za maziko na jinsi watakavyomkumbuka. Alikuwa anaugua kwa mda kidogo um, na kutokana na privacy, ndo maana nadhani kwa watu wengi ilikuwa kama gafla kidogo, lakini ndo maana tunaheshimu privacy yake mpaka sasa. Mida ya saa tisa alizidiwa kiasi na baada ya kuzidiwa ndo tukamkimbiza hospitali emergency hapo, na ni Muhimbili branch ya Mloganzila, na tulivyofika ndo tukaambiwa kwamba mzee ametutoka. Nitakacho kumkumbuka ni vitu viwili um, cha kwanza ucheshi wake, nilikuwa na, napenda mwenyewe kumuita Gentle Giant kwa sababu muda wote ye alikuwa anapenda kucheka, hata mlikuwa mkifanya naye kazi, mnajua hilo, alikuwa hapendi Yani kukunjika moyo au yani kukasirika na vitu kama hivyo labda. Alikuwa very hard working. even to his last days bado alikuwa anafanya kazi, alikuwa anahakikisha kazi zimefanyika. Waliofanya naye kazi wamesema alikuwa ni mwalimu na amewachia maarifa mengi. Alikuwa ni kama baba yangu, kama mjomba wangu, kama unavyomwita Uncle Charles, alikuwa ni rafiki. Lakini kiukweli kwa tasnia ya habari na tasnia nzima ya ni kwamba tumepoteza mtu muhimu, tumepoteza mtu ambaye alikuwa anajua jinsi ya kunacha vijana kutoka sehemu moja na kuwapa uwezo uh, uh, kufika kwetu hapa katika matangazo, mfano ya mpira, yeye amechangia kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu wao walianza wazee wetu hawa. Kwa hiyo wakati wanatuongoza, pale ambapo tulikuwa tunakosea, alikuwa siti kukupigia simu, kukuambia hapa ama jina hili linatamkwa namna hii. Majirani nao akiwemo mbunge wa Kibamba, wameeleza jinsi alivyokuwa mtu wa kujitoa na mcheshi kabla ya kuwa mbunge, toka nikiwa diwani wa kata hii e, mwaka elfu mbili na kumi na tano amekuwa ni mshauri wa karibu sana katika juu ya, ya mambo ya maendeleo kwenye kata hii. Lakini hata nikiwa mbunge hivi e, tumekuwa tukizungumza ma mara, e, mara kwa mara. Charles alikuwa anakaa Sinza na familia yake, nikaja na mimi nikahamia Sinza Mori, tukawa majirani sana. Mtu mwema sana, mcheshi, hana, hana hamkasiriki mtu. Kwa hiyo well. Nako Zanzibar ndugu na jamaa wamemzungumzia marehemu Charles Hilary. Mwili ukiwasili utakwenda Makadara. Makadara ni nyumbani kwao, ambapo wamezaliwa Makadara kwa wazee, na naweza nikasema sio nafasi tu, lakini Mr. Charles alikuwa ni mtu wa karibu sana kwetu sisi kama waandishi wa habari wa changa, na alikuwa ni mchango mkubwa sana kwetu marehemu Charles Hillary. Ameacha mke na watoto wawili. Esterbella Malisa Azam News Dar es Salaam.